Mimi apili uh, uh, ndio nao ni kwamba sisi tujaribu kutumia wachezaji wetu wa zamani tulionao, kwa sababu kuna talent kubwa sana walionayo, tusiiache tu ipotee hivi hivi, hmm? Hivyi tunaweza tukawatumia kwa mambo mengi, tunaweza tukawatumia kwenye academy, hmm? Tumemchukua kama bwana George, kwamba wewe tunaomba utuangalilie watoto wenye vipaji wapya, tunakuajiri labda Pamba ama Simba ama Yanga. Sasa zunguka wewe, tunakuweka labda kanda ya ziwa hapo, tuangalie unazunguka kwenye mashule, unazunguka kwenye competition wapi. Ni kitu ambacho ni, ni kizuri sana. Tunaweza tukatumia hawa watu, tusiache tu, tu wakae, tuwatumie kwenye vitu kama hivyo, ama tunaweza tukaweka hata kwenye back room ya timu zetu kama Simba Yanga, hizi timu kubwa asa hata Pamba kwa bwana, sisi tunaomba usaidie hapa kutupa ushauri ama kuwapa motivation wachezaji kabla hawajacheza. Kwa hiyo kitu ambacho naomba tukapona hii video wahusika, eh? George yuko hapa Mwanza muda wote, mnaweza kumpata, ni mtu ambaye anajua uh, mpira vizuri anaweza akaspot talent akajua huyu hapa anatofaa. Kwa hiyo tuwatumie, na hiyo nafikiri itakuwa ni jambo la maana sana, kuliko kuacha talent kama hizi zinakuwa zinakawa, wanafanya mambo ambao pia wangeweza kuyafanya professional vizuri tu, tupa msaada.